Kiungo mshambuliaji wa Simba ambaye ni chaguo la kwanza ndani ya kikosi hicho kinachonolewa na kocha mkuu Fadlu Davids ameingia kwenye orodha ya kuwa nyota ambaye amehusika kwenye mabao mengi zaidi ndani ya ligi kuu Tanzania Bara, akiwapoteza wachezaji wengine wote, hiyo ni wale wa kutoka ndani ya kikosi cha Yanga, Azam FC, Kagera Sugar, KenGold Anaitwa Jean Ahoua ambaye anaingia kwenye rekodi ya nyota ambaye amehusika kwenye mabao mengi zaidi ndani ya ligi, kwa kuwa sio kufunga pekee tu, bali mpaka kutoa pasi za mabao yupo imara, akiwa amehusika kwenye jumla ya mabao kumi na tisa kati ya hamsini na mbili yaliyofungwa na Simba chini ya kocha mkuu Fadlo David ndani ya ligi namba nne kwa ubora. Ahoua katupia jumla ya mabao kumi na mbili na ametoa pasi saba za mabao baada ya kupata nafasi ya kucheza kwenye jumla ya mechi ishirini na moja za ligi. Baada ya mechi ishirini na moja akikomba dakika elfu moja mia tano hamsini na uchawi wake kwenye kutupia mabao hayo yote ambayo ni kumi na mbili ukiwa kwenye ule mguu wake wenye nguvu wa kulia ambapo mabao alionayo msimu wa 2024 ishirini na tano yeye ni kinala kwenye hati ya utupiaji akiwa ametumia wa mguu wa kulia. Mbali na kuwa ni namba moja kwa waliohusika kufunga mabao mengi, ni namba moja kwa wakali wenye mabao mengi ya penati, akiwa amefunga jumla ya mabao matano. Anafuatiwa na Leonel Ateba ambaye huyu kafunga mabao manne kwenye penati tano ambazo alipiga. Katika rekodi ambazo ameziandika kwenye kufunga penati, penati yake ya kwanza ilikuwa kwenye mchezo dhidi ya Dodoma Jiji, inakuwa ni timu ya kwanza kufungwa kwa penati na Ahoua. Ulikuwa mchezo uliochezwa uwanja wa Jamhuri Dodoma, ilikuwa dakika ya sitini na tatu, mguu ule ule wa kulia. Penati hiyo ilisababishwa na Mohamed Hussein, wakati Simba ikikomba pointi tatu muhimu ugenini. Ahoua ana wastani wa kuwa na hatari ndani ya uwanja kila baada ya dakika 81 akiwa kwenye mechi za ushindani, na katika pasi saba alizotoa, alifungua kaunti ya pasi za mabao kwenye mchezo dhidi ya Tabora United uliochezwa uwanja wa KMC Complex pasi hiyo alimpa beki Che Maloni ambaye ni mfungaji wa bao la kwanza ndani ya kikosi cha Simba ambaye kwa sasa bado hajawafiti. Na nyota huyo amefunga mabao kumi na mbili na kutoa pasi saba za mabao. Anayefuata kwa kutengeneza mabao mengi ndani ya ligi kuu Tanzania Bara ni mshambuliaji kutoka ndani ya kikosi cha Yanga. Huyu ni Prince Dube ambaye huyu ni, ni namba mbili kwa nyota wenye mabao mengi na waliohusika kufunga mabao mengi zaidi ndani ya ligi kuu Tanzania Bara ambapo yeye amefunga mabao kumi na ametoa pasi saba za mabao Dube. Amehusika kwenye jumla ya mabao kumi na saba kati ya hamsini na nane. Huyu ni mkali kwenye mabao ya vichwa, ambapo katika mabao kumi yaliyonayo amefunga mabao sita kwa mapigo ya vichwa. Ahoua, yeye mabao yote kumi na mbili amefunga kwa mguu wake wa kulia. Sauti ya lunyamadizomliuka, a boy from Njombe, place to be.